Walisema alikuwa daktari bora zaidi katika mkoa mzima, lakini hakuna aliyeweza kueleza ni kwa nini kila mwanamke mjamzito aliyemuona aliyemwona alitoka akiwa kimya, mwenye macho mekundu na moyo mzito. Walikuwa wengi wakitabasamu walipoingia, lakini walipotoka walikuwa watu wa tofauti kabisa. Hospitali ya Kisinga ilikuwa ya kawaida kama nyingine, viti vilivyochoka, harufu ya dawa na wauguzi wachache waliokuwa wakiishi kwa mshahara wa matumaini. Lakini kila alhamis mlango wa chumba namba tatu ulifunguliwa kwa heshima ya mtu mmoja, Daktari Mshana, mtu wa tabasamu, macho yake kuangalia moja kwa moja moyoni mwako na sauti yake ya utulivu wa hatari. Hakuwahi kuchelewa, hakuwahi kusema mengi, lakini kila mjamzito aliyemwona alitoka akiwa kimya, si kama kwa huzuni, bali kama aliyegundua jambo kubwa sana, lakini hawezi kusema. Zaituni alikuwa watano mwezi huo, mimba ya miezi mitano uso wa matumaini na tumbo lililojaa maisha yaliyokuwa yakimsubiri kwa shauku. Alikaa nje ya mlango kwa saa moja, akisikiliza mlango ukifunguliwa na kufungwa, kila mara mwanamke mwingine akitoka bila kuongea na mtu Alipoitwa moyo wake uliganda, lakini alitabasamu kwa sababu alikuwa ameambiwa huyo ndiye daktari anayegusa tumbo la mama akajua mtoto atazaliwa lini. Alipoingia hakujua kuwa hiyo ilikuwa mara ya mwisho maisha yake kuwa yale yale. Ndani ya chumba hakukuwa na vitu vingi, kitanda kimoja, kompyuta ndogo na kabati la vitabu vilivyozeeka. Lakini daktari Mshana alikuwa tofauti. Hakumuuliza jina lake, alimwangalia tu kwa muda mrefu, kisha akasema, kuna jambo tumboni mwako si la kawaida, lakini kabla sijakuambia, ni lazima uniahidi utalichunga kwa uaminifu, hata kama Zaituni alistuka akajibu, lakini daktari, si ni mtoto tu. Daktari mshana alimtazama tena, akavuta pumzi. Huyu si mtoto wa kawaida, atabadilisha historia ya familia yako na nchi. Lakini ukiwaambia watu, sasa watafanya kila kitu kuhakikisha hafiki duniani. Zaituni alitetemeka, aliuliza, umemaanisha nini? Lakini badala ya kujibu, alipewa bahasha nyeupe iliyoandikwa juu yake, usifungue hadi siku ya kujifungua. Alipotoka, kila mtu alimwangalia kama walivyoangalia wengine, kimya, macho mekundu na moyo mzito. Hakuweza kusema chochote, si kwa mume wake, si kwa mama yake na si hata kwa rafiki yake wa karibu. Na kila usiku alikaa akiangalia ile bahasha, akijiuliza ni nini kilichomo ndani ya hii kitu. Siku ya kujifungua ilipowadia, mvua ilinyesha kwa nguvu, gari liharibika njiani, walifika hospitali kwa taabu. Lakini walipofika, chumba cha daktari mshana kilikuwa wazi. Bahasha ilifunguliwa kwa mara ya kwanza, na kilichoandikwa ndani yake ilikuwa ni ujumbe mfupi tu: atazaliwa na alama ya nyota mgongoni, atatembea akiwa na sauti ya wengi ndani yake. Linda sauti hiyo, ni zawadi ya mwisho kutoka kwa aliyotangulia. Watoto wengine walizaliwa siku hiyo, lakini mtoto wa Zaituni alikuwa na kitu cha pekee. Macho yalifumba kwa dakika tano kabla ya kufunguka na kilio kilichoacha kila mtu wamesimama, na alipogeuka mgongoni, aliona alama ya nyota iliyoonekana wazi. Hakuna aliyesema neno, hata wauguzi, hata mama mkunga. Daktari Mshana hakuwahi kuonekana tena Ofisi yake ilifungwa wiki moja baadaye, lakini hadi leo wanawake waliwahi kumwona bado hulia kimyakimya wanapokumbuka, kwa sababu kila mmoja wao alibeba mtoto aliyekuwa na siri nzito, na dunia bado haijui hadi leo. ilikuwa ni siri ya aina Kama wewe ni mzazi au mzazi mtarajiwa na ungependa kufahamu hadithi nyingine za kweli zenye kushangaza kama hii, subscribe sasa. Na kama umewahi kuficha siri kubwa kwa ajili ya mtoto wako, tuambie kwenye comment. Hatutakuhukumu, lakini mtu fulani atapoona kwa kusikia sauti yako, anaweza kujifunza kitu au akapata kitu. Weka like, comment, subscribe, Share, Turn bell notification on. Asante sana.